Nathan Elichirambo anaingiza cross ndani kwenye nafasi, pia unapita, no, unaondoshwa na kwa kona. Koulibaly Balien alijipa kazi ya ziada kwa, kisha ule mpira haupiti na anautoa nje, chonganisha ule mpira ndani, Yoro! Yoro Mamadou Diaby aliutazama ile mpira alikuwa anakuja, na aliuona kabla kwenda kuzika kuuzika kwa kichwa chake katika matumaini ya ufufuo kwa upande wao. Yoro Diaby anakwenda kukandamiza kichwa kile, anakwenda kuzamisha jahazi kwa El Merreikh na agregati inakuwa tatu bila kwa sasa. Mpira ambao ulivuka na alitoka mbali akiutazama wapi ulipotoka. Yoro Mamadu, free header, maona pita kati kati ya miguu ya mina na mlango abu zaidi Lusa Mwekenda ametanguliza mpira kwa Abdul Suleiman sopu naingizwa pasi ya ndani keyela Nassor Saadun, bao la pili kwa Nassor Saadun na kwenda kucheza ule mpira kwenye scoreboard ya Azam FC. Pasi ile nzuri sana, Lusaje Mwaikenda kwenda kwa Abdul Suleiman, akujiuliza acheze vipi pale. Sopu aliiweka tu kwenye njia pocha. Nassor Saadun alikuwa kwenye eneo sahihi kwa wakati sahihi na kuandika bao la pili. Kweli, Mwanamume anakura kwa jasho, ndicho hiki ambacho anakutana nacho Nassor Saadun.